Kwanza muangalie mambo haya. Mwaka elfu mbili kumi na nane rasi haupo mkoa huu, mimi sipo, mheshimiwa mkuu wa wilaya haupo, inawezekana na viongozi wote hamkwepo, lakini nyaraka zinabaki. Kama tabia unayo ipo ipo tu. Hii tabia huyu bwana anayo, sio kwamba anasingiziwa. Alianza kutuambia hapa kwanza, nidhamu ya hovyo tu, eti nilikuwa na date nesi na, na mganga mkuu, kwa hiyo akawa ananichukia kwa sababu tuna date msichana mmoja. Sawa, inawezekana. Hatu, hatuna tatizo na hilo. La pili, tabia mbaya, kujibu magonjwa, majibu mabaya, kauli mbaya, lakini kufanya mapenzi na wagonjwa kwenye chumba cha upasuaji, the same same scenario. Utakuja useme huyu dada akusingizie wewe kwa ajili ya nini? La pili mheshimiwa mkuu ila, bado pia naendelea kukushukuru na mkurugenzi, lilitokea pia tukio hapa, ilitokea mgonjwa mmoja anaitwa Jafari Hamisi Juma. Yule mgonjwa msikia, akaja hapo hospitali saa kumi na moja alfajiri, huyu Juma Juma ni mzee ana kijana wake anaitwa Jafari Juma. Huyo mzee alimleta mwanaye hapo hospitali akafika, akapokelewa weza ni, ni, ni, ni, ni emergency, lakini wakumwa roketi kwenda wodini huko. Muuguzi wa zamu inavyoonekana hiyo asubuhi hakuwepo, wakagonga sana, kwa maelezo ya ile mzee. Bahati nzuri alikuja mpaka ofisini kwangu, akagonga sana mlango ule baadaye ikaenda ikaonekana, huyu mama hakuwepo, akapigiwa simu huku alikokuwa, akaja akaja amekasirika kweli kweli. Alipokuja anasema, nyie washenzi ndio mnayosababisha mimi napigiwa simu kuja kuwaona nyinyi wapumbavu, nyinyi na siwahudumii. Sasa nendeni popote mtakapoenda. Huyu baba alipiga magoti, anamwomba radhi, kama wamekosea tunaomba utusamehe ni kuto kujua asema, nimewaambia nendeni popote sitawahudumia. Huyu baba akaona mwanaye asija akafia pale, akambeba akarudi naye nyumbani, yule kijana akafa. Haitoshi, mwezi huu wa pili, msimamishe leo tena chini ya polisi. Huyu mtu amekufa, hana nani atamtetea huyu, na hatuna namna ya kumtetea lakini haya yote yanafanyika yote. Ndugu zangu, wewe mganga mkuu haupo hapa, hebu usimame. Haya, ukaunda kamati, hili limekuja kwako, ukaunda kamati nzuri ya wataalamu ambao sisi tunaamini sote hapa sio, sio, sio kamati ya kitaalamu. Ulikuwa na lakwako ambalo ulikuwa unataka kulificha. Uweza unaficha au ni uzembe au huto kuto kujali ote. Lakini kamati we mwenyewe unaishangaa kweli ni we uliyoiunda, ikatuletea taarifa ya uongo. Mganga mkuu wa mkoa akaunda kamati ya wataalamu ikaleta na comprehensive report ikisema kamati ile iliyoundwa imetoa taarifa ya uongo. Ya wilaya mmeandika barua TAMISEMI, ahamishwe? Hakuna kuhamishwa, asimame kazi. Kama TAMISEMI watamhamisha, wamhamisha lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu. Mkurugenzi hapa, sijui kama na mamlaka au ni RAS, msimamishe huyo mtu kazi. Mganga mkuu, lete mganga, mganga mkuu mfawidhi hapa, DMO hapa akaimu hiyo nafasi mpaka mtakapofanya marekebisho baadaye, kwa sababu haya mambo, huyu bwana yupo hapa. Huyu mtu amekuja amekufa, ametuundia tume ya uongo uongo uongo na kweli. Uongo tu. Ameletewa ripoti akakubaliana nayo. Mganga mkuu analeta ripoti chini ya rasi. Tofauti inasema ile kamati hakuna ilichofanya, lakini hakuna mtaalamu aliyemweka. Huyo nesi wewe. Na yule uliyempa mwenyekiti wa kamati afsarishe sijui nani. Wote msimame kazi. Tumeelewana? Mganga mkuu leo leo. Lete DMO hapa kaimu nafasi. Hata hapo hapo tafuta madaktari swapo. Wapo wenye nidhamu na adabu, hata pale mkoani, lete mtu akaimu nafasi. Toa kitete daktari pale, kwa sababu sasa. Hawa mambo tuyafanyeje? Leo huyu mtu anabaka wagonjwa ofisini, wadini. Huyu anasema siku TB naenda popote, maanake popote utakapompeleka hawezi kufanyiwa kazi. Sasa asimame nione atakaye kuja kuniuliza mambo gani. Sasa tufanyeje? hawa wananchi waende wapi? huyu wakati anabaka Alikuwa na daktari mmoja hiyo yu. Hatumtuhumu yule mama, lakini ahojiwe yule ambaye alisema kwamba siwezi kumvua oteva mgonjwa sijui mpaka daktari wa kike awepo au muuguzi wa kike. Yule ahojiwe, kama kuna makosa na yeye aingizwe kwenye makosa, ahojiwe seriously, kwa sababu kama lengo ilikuwa ni kwenda kushuhudia, kwa nini aliondoka kamwacha yule na mgonjwa? hmm.